Mbeya Tanzania, hii ni GMCLFM, lakini kwanza ni muhtasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan amemtangaza na kuunga mkono kampeni ya Profesa Mohamed Janabi ya kugombea nafasi ya mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika WHO Afro. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amewaagiza wataalamu wa Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS kufanya kazi usiku na mchana ili kurejesha haraka huduma za usafiri katika eneo la Somanga Mtama ambalo limeathiriwa na mvua kubwa. Na katika habari za kimataifa, Rais Donald Trump amesema Marekani itaanzisha mazungumzo ya ngazi ya juu na Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia siku ya Jumamosi. Alitoa tangazo hilo la kushangaza alipokutana na Netanyahu katika ikulu ya White House. Na sasa ni habari kamili. Msomaji wako ni Hwae-n Mwandandila.